Zahmidi TV. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu, ndugu mtazamaji wa Zahmidi TV popote pale ulipo, karibu tena. Tupo katika muendelezo wa kipindi chetu bora kabisa, kipindi cha muujiza ya Qur'ani. Na leo katika kipindi chetu taangalia muujiza wa kwanza kabisa ambao unapatikana katika zile aya za kwanza kushuka katika Qur'ani pale Allah subhanahu wa Ta'ala alipomtuma malaika Jibril kumpelekea Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, zile aya za kwanza zinazopatikana katika Qur'ani zina miujiza gani? Tupo na Sheikh Mustafa katika mwendelezo wa muujiza ya Qur'ani, karibu sana. Je, unafahamu hadithi ngapi za Mtume Muhammadi sallallahu alayhi wasallam? Naje umepata sehemu nzuri ya kujifunza hadithi nyingine zaidi? unasubiri nini? Ungana pamoja na al akhi Mustafa Alutfi katika kipindi cha bustani ya hekima, kipindi utakachopata fursa ya kujifunza hadithi mbalimbali za Mtume Muhammadi sallallahu alayhi wasallam. Natumayumzima wa afyaalhamdulillah mtazamaji, anakutazama hapa, yupo tayari kufuatilia hiki kipindi muujiza Qurani, na leo kama tulivyosema Naam. Tukiwa katika mwendelezo wa hiki kipindi na kama ulivyotangulia kutueleza, tuko na mwanzo wa sura tul Alaq. Naam. E, na neno la kwanza kabisa katika hii sura imekuja ni iqra bismi rabbikal ladhi khalaq. Tayyib, kama ulivyouliza ni kwa nini Allah akasema Iqra, ambayo ina maana ya soma. Tayyib, hapa kuna maswali mengi sana ya kujiuliza. Moja, Iqra kwa mtu ambaye hajui kusoma, ambaye ni Mtume sallallahu alayhi wasallam. Wa pili ni Iqra kwa mtu ambaye anapewa ujumbe kwa ajili ya Allah, yaani ingelikuwa katika akili za kibinadamu ingeanza wabud rabbak, mm. yani, muabudu mola wako. Lakini ikaanza Iqra. Kwa nini? Kwa sababu kwanza, hadhihi alaya wa hadhihi alkalima tudhakiru alinsanu sharafahu, mm. hii aya na hili neno la mwanzo kabisa linamkumbusha mwanadamu utukufu wake, sawa, utukufu wake pamoja na heshima yake pale walipoambiwa soma, mm. kwa nini kwa sababu elimu ndiyo kitu cha kwanza katika huu ulimwengu mm. ambacho kimemuinua mwanadamu kikamweka katika daraja ya juu mm. Sawa, tayib, alipoumbwa Nabiiullahi Adam alaihi salam, Allah aliamrisha malaika wafanye nini? Wamsujudie sio? mm. kwa sababu gani? waallama adam alasmaa kullaha mm. kwa sababu Allah alimfundisha Adam majina ya vitu vyote kisha akamwamrisha awatajie malaika. hmm. hmm. Sawa, kwa kitu cha kwanza ambacho kimempa sharafu mwanadamu kuanzia kuumbwa kwake hmm. hmm. ni yeye kuwa na elimu. hmm. Falidhalika, mtu yoyote ambaye anataka kuwa na sharafu katika maisha na kuwa na heshima hmm. basi ajitahidi kuwa na elimu. hmm. hmm. Sawa, walilmu almaksudu bidarajati lula fi hadhihi laya billah huwa alilmu mm. alilmu alshar'i mm. na elimu iliyokusudiwa hapa katika hii aya namba moja, kwa mwislamu mwanadamu, wajib ni yeye kumjua Allah subhanahu wa ta'ala. Hiyo ndio elimu ya kwanza, hiyo ndio elimu ya kwanza, daraja til ula. Amjue Allah subhanahu wa ta'ala, amjue mtume sallallahu alayhi wa sallam, na aifahamu dini ya Uislamu kwa dalili hii. Ndio elimu ya wajibu kwa muislamu wama wa alilmu bidarajati thania huwa alilmu bima yahtajuhu fi hayati mm. Na elimu ya pili ni yeye kuyajua mambo ambayo anayahitajia katika maisha yake mm. Akawa na elimu za kujua mathalan mambo ya science, eh, kujua mambo ya anga, elimu ya mazingira mm. eh, kujua haya mambo lakini, ya kwanza ni kumjua Allah Subhanahu ta wa ta'ala ta falidhalika, katika hii aya Allah anamkumbusha mwanadamu kitu ambacho kitampa heshima katika maisha. Nikwambie kitu, ndio wanatuambia wasomi mm. na hii uichukue na uiweke katika experience yako mtazamaji, pia anakusikiliza na mtazamaji pia aichukue hii. Ndio. kila unapozidi kuwa na elimu sana mm. ndipo watu wanazidi kukuhitaji mm. na wewe unazidi kutowahitaji watu sana. Sa, watu shaelewa yaani mm -hmm. kila unapozidi kuwa na elimu haja za watu zinazidi kuwa nyingi kwako. Na unasoma elimu ya dini vizuri. Wanakuhitajia umma wa Kiislamu kwa ajili ya kuwafundisha dini yao mm. Hapo ukiwa hapo, ni mtu wa journalism ukawa, mm. yani, ni mtu wa habari mm. itakuhitajia jamii katika kuihabarisha jamii, mm. uh, computer science. mm. jamii itakuhitajia katika nini Science. Hmm. Ukawa unajua mathalan umeme wa magari, ndio jamii itakuhitajia katika umeme wa magari. Kwa hiyo hmm. kila unapozidi kuwa na ujuzi mwingi, jamii nakuhitajia zaidi, zaidi. E, ndio maana yeah. Sasa Allah subhanahu wa ta'ala kwa sababu ajua maisha yetu sisi hmm. na anajua tuhitajia nini hmm. ikawa jambo la kwanza kabisa ni kumkumbusha mwanadamu kusoma. Soma. ili heshima yake iendelee kuwepo katika maisha hmm ya kumjua Allah subhanahu wa ta'ala hmm. Na maisha yake pia ya dunia endelee kuwa ni mazuri, kwa kusoma mazuri kwa kusoma ja. Kwa hivyo Sheikh Mustafa sasa kwa, kwa mujibu wa historia tunaposoma Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika miujiza yake alikuwa ajui kusoma wala kuandika. Hivi kuna hikma gani kubwa zaidi ya Allah kumwambia asome, alafu mtu ambaye asiojua kusoma Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa uh, nabiyul ummi.

Mara tatu pia akaambiwa soma, akasema ma ana biqari, lakini akaambiwa iqra bismi rabbika alladhi khalaqa, soma kwa jina la Mola wako ambaye ameumba. Maana mm -hmm. Wewe si haujui kusoma. hmm. Lakini sasa soma si kwa uwezo wako tena. hmm. Bali ni kwa uwezo wa Allah. Allah ndo hmm. anayekusimamia katika kusoma. hmm. Sawa, na hapa tuwajifunza jambo. hmm. Mwalimu ili afanikiwe katika ufundishaji wake, hmm inabidi amjenge mwanafunzi awe darasani. Ndiyo. sio mwalimu aje darasani kwa ajili ya kusherehesha somo. Ndio. Shaelewa? kivipi hapo? Yaani walimu wako aina mbili sawa. Kuna mwalimu anayekuja darasani kwa ajili ya kusherehesha somo amalize mm. Lakini kuna mwalimu anayekuja darasani kwa ajili ya kumfanya mwanafunzi ahisi yuko wapi darasani, darasani. darasani na kusoma. Apende kusoma yeah. Falidhalika hapa Allah anamwambia iqra bismi rabbik mm. Soma kwa jina la Mola wako maana yake usisome kwa vile unavyofikiria wewe kwamba sina uwezo wa kusoma nitasoma vipi? Bali kuna ambaye atakusaidia wewe katika kusoma, kusoma. kwao amemjenga kisaikolojia asifikirie tena kuhusiana na nini kusoma, hmm. sawa, lakini pia hapo hapo akamuonesha uwezo wake, hmm. alladhi khalaqa, yani soma kwa jina la Mola wako ambaye ameumba, hmm. yani, ameumba kila kitu kwao kama ameumba huu ulimwengu akaumba wanadamu akaumba majini akaumba milima kila kitu mm. Swala ya kukusomesha wewe ni aisar ni mm. swala jepesi sana, sana, sana wala usifikirie. Ndio, ndio katika kuumba vyote ameviweza, ashinde kukusomesha? Na ashinde kukusomesha, itakuwa ni jambo jambo la ajabu sana. jambo la ajabu ajabu sana sana na Sheikh Mustafa, katika hizi aya ambazo tumezisherehesha leo, umezisherehesha leo kidogo aya za kwanza katika Naam, ujumbe kama tulivyozungumza, jambo la kwanza tufahamu, watazamaji wetu hmm. wa Zahmidi TV na ndugu zetu wote wanaotufuatilia katika Uislamu hmm. mwanadamu kitu pekee kitakachompa heshima katika maisha yake hmm. ni yeye kuwa na elimu yenye manufaa. Al-ilmu al-muthmiru lil-amali as-salih. Elimu ambayo inaleta matendo Mema mm -hmm. wasema wanachuoni man alima man amila bima alima mm -hmm. razaqahu Allahu ilma bima lam yakun ya'lam ya Allahu akbar nah. chelewa man amila bima alima mm -hmm. atakayefanyia kazi alichokisoma mm -hmm. razaqahu Allahu ilma mm -hmm. ma lam yakun ya'lam Allah tampa elimu ya kile ambacho alikuwa mm -hmm. hakijui mm -hmm. Sawa, hiyo eh? Hiyo ndo elimu yenye manufaa. Elimu ukifanyia kazi kila siku waongezewa kitu, lakini elimu yako ukiwa umekaa nayo hauifanyii kazi kila siku inapungua, inazidi kuisha. Sawa sawa, e, na nawahimiza pia Waislamu mm-hmm. wote na watazamaji mm-hmm. tujitahidi katika kusoma elimu ya sheria sana. Sana lakini tusisahau pia kusoma elimu ya mazingira, mazingira, ni muhimu sana mazingira, ni muhimu katika maisha ambayo yanatuzunguka e. hatuwezi tukaishi bila kuwa na madaktari mm. hatuwezi kuishi bila kuwa na wahandisi mm. wajenzi, hatuwezi kuishi bila kuwa na mafundi wa sayansi mm. na kompyuta na nini. Wote hawa watuhitajia katika, katika maisha yetu baada ya kuwa tumesoma elimu e. shukrani sana Sheikh Mustafa, natumai mimi na mtazamaji tumepata faida tosha tosha. Na, na mimi pia niwashukuru sana na nizidi kualika katika vipindi vijazo vijavyo inshallah inshallah. Naam, ndugu mtazamaji wa Zahmid TV, tusome sana elimu ya sheria, lakini tusisahau kusoma hizi elimu za mazingira, kwa sababu mazingira pia yanatuhitajia. Huu ni usia mfupi kabisa kutoka Sheikh Mustafa ambao ametupa leo hii katika kipindi chetu cha miujiza ya Qur'ani. Ndugu mtazamaji wa Zahmi TV endelea kufuatilia hii kipindi cha miujiza ya Qur'ani ni kipindi ambacho kinaendelea kupa faida mbalimbali eh, zinazopatikana katika miujiza ya Qur'ani. Usahau kusubscribe, kucomment na kushare. Tukutane katika kipindi kijacho cha miujiza ya Qur'ani hapa hapa Zahmi TV. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.